Majira ya jana e, msanii na mchekeshaji Mr Mwanya ameweza kuomba e, msamaha hadharani kufuata kile ambacho kimeweza kutokea. Yeye kama msanii kuna mazito ambayo aliweza kuandika katika chapisho lake la kwanza hili hapa. Nitaenda kusomea bila kuongeza wala kupunguza chochote katika yale mazito ambayo ameweza kuandika, lakini baada hapo tutarudi tuje tupitie moni ya wadau, comment zilikuwa zinasemaje baada ya ujumbe huo ambao ameweza kuandika. Mchekeshaji Mr Mwanya mwenye jumla ya followers, E, ama wafuasi milioni moja na e, laki sita so, e, alianza na huu ujumbe wa kwanza ambao e, aliposti picha zake na kusema kwamba leo kwa akaunti hii hamna huduma ya vichekesho. Mungu akipenda tutaonana siku za usoni, muwe na siku njema, Mungu awalinde wa ndugu zangu, afaka flash na emoji kama shukrani hivi so, ulikuwa ni ujumbe wake wa kwanza e, lakini katika ujumbe wa pili alikuja kuandika mambo mazito sana, ambayo hichi ndio kimefanya e, hii posti ikaweza kupata likes, kwa maana ya watu waliopenda ni watu jumla ya watu elf, elfu ishirini na saba na mia sita lakini maoni ya watu elfu mbili na mia tano na tisini 2 na 25 na 9 ikiwa watu sabini wameweza kushia posti ile, yaani wameweza kuisambaza. So aliweza kuandika ujumbe huu mrefu ambao e, ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo, uliobeba ma uchungu ndani yake na mazito. Wakati huja wakati huenda niweni ni uweni radhi mashabiki zangu na ambao sio e, shabiki zangu kama kwa sasa kila mkiona hii sura au kusikia hili jina hasira moyoni, dhidi ya kila e, mk, e, kama mkiona kila hii sura hili jina hasira moyoni, dhidi e, zaidi upendo kuliko gomvi. Tuchague kukosoana kwa busara na si matusi ya nguoni. Tuchague e, kupa, kupatana na si kutengana. Tuchague e, kutakiana heri na si kuombeana mabaya. Sisi sote ni wakosefu na mtoa hukumu ni Mungu. Nafasi hii pia eh, natumia kuwapa pole familia zote zilizopoteza wapendo wao. afaka flash na image ya kutoa machozi pamoja na kopa alhati broken, kwa maana ya kwamba kopa fulani hivi lenye huzuni na kuvunjika moyo, kipindi kigumu tunapitia. Ila eh, alipangalo Mungu mwanadamu hawezi kulipangua maisha lazima yaendelee. Tuungane kwa pamoja kuombea Mungu azilaze roho za wapendwa wetu mahali pema peponi, amina. Akaflash naimeja shukrani, akaenda kusema kama ifuatavyo, mwisho kabisa ni eh, mnaonitukana bila kunijua ni msisahau, mlinifundisha kupambana na kupambania familia yangu, ndio maana E, kutoka kufundisha hadi uchefushi vituko ni katika kujitafuta tu sina lolote mimi sio hivyo tu mwanaume yeyote mpambanaji mlisema hapaswi kuwa na formula moja ya kumfanikisha ikifeli plan A basi jaribu plan B na wakati mwingine si mwisho kabisa mjue kitu kimoja wakati wa Mungu ni wakati sahihi bila kusahau tunaishi ili tuishie sisi wote ni wapitaji hapa duniani sio makazi yetu ya kudumu. Mungu ibariki Tanzania, akaflash na imoja shukrani, pamoja na bendera ya taifa, Mungu ibariki Afrika, akamaliza hivyo the msanii na mchekeshaji huyu Mr Mwanya. Kufuatia peji yake na ukurasa wake wa Instagram, kuna baadhi ya komenti za dau. Anaitwa Nuruvazi, kaweza kusema kwamba mimi kama shabiki yako nimekusamehe. Bongo Trending akaja akakoment na kusema kwamba haya, nimekusamehe. Hiswil kaweza kusema kwamba kiume sana hii. Mwingine anaitwa Sabra kaweza kusema kwamba haya, nimekusikia huyu mwingine kaza sema kwamba sahizi tuna, tuna, tuna saini ndo, eh, sa hivi tusanii ndo tunajifanya eti tunaona thamani nye ni waajabu sana. Mwingine kasema kwamba umenyoka kaka, Mungu atulinde na atujalie busara na hekima. Mwingine kaweza kusema kwamba acha maisha yaendelee. Huyu mwingine kaweza kusema kwamba atusamee, mmewacha wewe, ni chawa tu, hatutaki maneno yako ya kinafiki, tuna uchungu na uzalendo waliokufa bila hatia. Hizo ni baadhi ya komenti za wadau ambazo wameweza kuanza kuandika kufuatia hii posti ya, ya Mr Mwanya. Wanazungumzaje hichi sha komenti yako hapo chini.